Asalamu As alaikum warahmatullahi taala wabarakatu, wapenzi wa clipu zangu, leo nashusha kitu tena, inasema dawa ya madonda ya tumbo. Dawa ya madonda ya tumbo, watu wengi wanapata tabu sana na madonda ya tumbo, au wanapata tabu na pressure, wanapata tabu na mambo ya figo, wanapata tabu na masaala mengi mbalimbali mbali ya kichawi, lakini insha Allah taala Leo nakuletea dawa hii ambayo itakusaidia sana tena sana masuala ya madonda ya tumbo. A, madonda ya tumbo ni ugonjwa ambao ni mkubwa sana, unawafanya watu wasile vizuri, wasilale vizuri. Ni matatizo ambayo yanawakumba watu a, pia yanawafanya watu wakose amani, washindwe kufanya baadhi ya ibada. Kutokana na madonda ya tumbo, huwezi kufunga kwa ajili ya kumswabihia Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa ajili ya madonda ya tumbo eh. Uwezi kukaa eh, na wenzio mkaenjoy maisha eh, kama umekula maharage manake, lazima utaanza tu kuwapumujia utaanza kuwapumulia wenzio, lakini inshaallah dawa hii itakusaidia sana katika upande wa madonda ya tumbo. Ugonjwa huu ni ugonjwa mbaya ambao unaweza kusababishia hata umauti kama unaweza kupuuzia, kwa sababu ugonjwa huu unakata kata vitu vya tumboni Unatoboa toboa kuta za utumbo, unaweza ukashangaa, unaanza kuharisha damu, mwishowe ukadedi. Na kama huja dedi, basi utafariki. Asante sana. Na pia vilevile kwa wale wapenzi wa wa fimbo azalabanda itawatolea tena elimu nyingine kwa sababu wengi eh, wanasema zinawachapa tena usiku. Sasa kuna chakula ambayo huwa inatakiwa unapoona kwamba tayari sasa umeanza kupata, namna gani uweze kufanya. Kuna Mpemba mmoja alikuja saa kumi na moja alfajiri, kairudisha, anasema babu, hii sio fimbo nilinyoka. Kamwambia, kwa nini bwana? Nimeliona kabisa. <laughs> Eh, utihadi sana asante sana uh, Dawa hii ni dawa ambayo ina miti au vifaa vitano lakini, ni vyenye kutibu kabisa madonda ya tumbo. Unachukua maziwa fresh, hayo maziwa yachemshe mpaka yachemke kabisa, centigrade mia. Eh, kisha yachemsha unayaipua, hapo yako tayari. Kisha chukua maziwa asari mbichi, changanya ujazo sawa na maziwa, viwe sawa na maziwa. Alafu chukua kijiko kimoja cha unga wa mkaratusi, unga wa majani ya mkaratusi. E, mkaratusi huu twanga, pata unga wake. Chukua kijiko kimoja kikubwa cha chakula tia ndani yake, na kijiko cha unga wa habbat soudan, habbat soudan, eh, habbat soudan, na kijiko kimoja cha unga wa mkumbi. Eh, kijiko kimoja cha unga wa mkumbi, sante sana, na kijiko kimoja cha unga wa mjafari tosha kabisa, dawa yako imekamilika. Koroga vizuri kabisa, utakoroga, utakoroga, inabadilika, itakuwa kama chai ya maziwa, utabadilika, itakuwa kama chai ya maziwa. Basi tumia dawa hiyo kukunywa e, mara mbili asubuhi e, na jioni. Asubuhi vijiko viwili vya chakula na jioni, vijiko viwili vya chakula. Basi tumia dawa hii kwa muda wa siku kumi na nne utaona e, matokeo yake. Madonda yatapona vinyemelea, e, vile vinavyokula vidudu vile vitakufa, e, madonda mle ndani tumboni yataziba na dawa hii hiyo pia hata kidonda cha nje inatibu sana. Safisha kidonda cha nje kiwe cha moto au cha jeraha la kwa mkwaluzo basi paka dawa hiyo, huwa inakausha kabisa na kuua vijidudu hapo. Haina haja ya kuchoma tetanus, maanake hiyo inavuta hata sumu. Asante sana kwa kunisikiliza soda yangeni eh, na pia vile vile mniombee, yajayo yanafurahisha. Kuna jambo eh, zuri lijalo, na litegemea ah, dua kutoka kwenu mnifanyie dua insha Allah Taala, mwenyezi Mungu anifanyie wepesi katika jambo hilo, ili tukaweze kulipeleka uzuri na salama. Salimeni waga assalamu alaykum wa rahmatullahi wa taala wa barakatuh. Na kwa wale mliokuwa na maradhi magonjwa mbalimbali, mwenyezi Mungu awafanyie taafifu. Kwa wale mliokuwa mkisumbuliwa madonda ya tumbo, mwenyezi Mungu awajalie, awape moyo na wepesi wa kutengeneza dawa hii na dawa hii ikaweze kuwafanyia e, kazi na dawa hii ikaweze kuwa ni mjarabu kwenu, dawa hii ikaweze kuwa na nguvu e, za kuwasaidia wale wenye kuwa na mashida mbalimbali ya matatizo ya madonda ya tumbo. wasalli ala sayyidina Muhammad an-nabiy wa alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wabarakatu warai